Mheshimiwa Hajati Fatma Mwasa, Mkuu wa Mkoa wa Kagera, na viongozi wengine wa milongo wapa, wapendwa mapadri, watawa na waamini wote wa milongo wapa, tumsifiwe Yesu Kristo. Kwa niaba ya Baraza la Maaskofu Tanzania na kwa niaba ya Kanisa Katoliki letu la Tanzania, Napenda kuchukua nafasi hii kutoa pole zetu nyingi kwanza kwa Mhashamu kajikahusi mwijave askofu wa Bukoba mukoba askofu wengine walio wa Bukoba, mapadri matawa na ninyi walei wote wa Bukoba, na pia wafamilia pendwa wa marehemu wetu.

Napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mungu Mwenyezi kwa kutujalia zawadi kubwa na nzuri ya balozi mambo hii ni zawadi ya Mungu, tunamshukuru sana kwamba Mungu mwenyewe alipenda wakati huu hapa Tanzania

mtumikia Mungu kama ligabwita miaka thelathini na tisa kama padri na miaka kumi na tano katika ulimwengu wa diplomasia akiwa askofu mkuu. Tunashukuru jimbo la Bukoba wa kumtoa mtu huyu kwenye kipaji kwa ulimwengu, kwa kanisa la ulimwengu kupitia kwake kanisa letu la Tanzania limetoa mchango kwa kanisa la Mungu. Anakukokasateni sana familia mbele yetu kutushukuru kwa mambo mbalimbali, lakini sisi tutumie nafasi hii kama baraza la maskofu kuishukuru hikaili ishi wito wake ukiingia kali miongoni chaapi. Tunachukua nukuu kutoka Matayo ya sura ya ishirini na tano mstari wa ishirini na moja mtumishi mwema. Ukiendelea kusoma zaidi, ni utumishi ambaye izalisha mamatano zaidi ukaoti na ule ambaye akuzalisha chochoto kwa kujitoa bila kujibakiza na mwishowe anarudisha mbele ya Mungu yakiwa zaidi ya mara mia, zaidi ya mara mbili likalio ikiwa, Balozi Rugambwa ni kati ya watu wachache sana ambao walivuka mipaka, walivuka mipaka ya lugha, walivuka ya nchi na walivuka mipaka ya mabara katika utume wake. Kuwa na mipaka ya lugha kila mara kanakulikasikia, alikuwa Pakistani, Angola, hasa pome iji na maeneo mengine ya balimbali. Kila walipoenda gili yakifunzo lugha mpya aliendelea lugha mpya

Yeye alitumwa komisionari misionari komisionari kayamufu, na maisha yake aligusa maisha ya watu wengi. Bila shaka kama kwa mama Maria, aliyesimama chini ya msalaba akimwangalia anaje kuchoma ukuku na baadaye akakufa, hata kwake inaweza kuwa haikuwa rahisi, lakini kwa utii naendelea kufananisha maisha yake na Kristo. umombe Mungu, unaendelea kufananisha maisha yetu na Kristo. Tunamomba Mama Maria, mtazame mwanao huyu, ingawa tunamzika kwa mashujaa, lakini vipimo vyetu sio vipimo vya Mungu. Mungu ana vipimo chake, endapokoba takaiwa Maria mombe